Mahakama Kuu Bangladesh imemhukumu kifo waziri mkuu aliondolewa madarakani kwa maandamano makubwa Sheikh Hasina kwa makosa ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na makosa yake ya ukandamizaji dhidi ya uasi wa wanafunzi mwaka jana ulioua mamia ya watu na kusababisha kuangushwa kwa utawala wake wa takribani miaka kumi na mitano.

Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita yenye makao yake makuu mjini Dhaka, Bangladesh, pia imemhukumu kifo waziri wa zamani wa mambo ya ndani Asaduzaman Khan kwa kuhusika kwake katika matumizi ya nguvu kali dhidi ya waandamanaji. Hasina na Kani wote walikimbia India mwaka jana na wamehukumiwa bila kuwepo mahakamani. Mshukiwa watatu, mkuu wa zamani wa polisi wa nchi hiyo amehukumiwa kifungo cha miaka mitano jela baada ya kuwa shahidi wa serikali dhidi ya Hasina na kukiri hatia ya makosa hayo hasina nakani walishtakiwa kwa makosa dhidi ya ubinadamu kwa mauaji ya mamia ya watu wakati wa maandamano yaliyoongozwa na wanafunzi mnamo julai na agosti mwaka 2024 mshauri wa afya wa nchi hiyo chini ya serikali ya mpito ya sasa alisema zaidi ya watu 800 waliuawa na takribani elfu kumi na nne walijeruhiwa hata hivyo umoja wa mataifa katika ripoti ya februari ulisema huenda hadi watu 1400 waliuawa hata hivyo baada ya hukumu hiyo Hasina anasema mashtaka hayo hayana msingi wowote, akisema kwamba yeye na Khan walitenda kwa nia njema na walikuwa wakijaribu kupunguza idadi ya vifo ama uwezekano wa watu kufariki. Anasema, tulipoteza udhibiti wa hali hiyo, lakini kuelezea kilichotokea kama shambulio la kukusudia kwa raia ni kukosekana tu kwa ukweli, amesema Hasina leo Jumatatu Novemba 17 baada ya hukumu. Uamuzi huo unakuja huku nchi hiyo bado ikikabiliwa na ukosefu wa utulivu baada ya Hazina kuondolewa madarakani mnamo Agosti 5 mwaka 2024. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel wa Bangladeshi Muhammad Yunus alichukua nafasi ya mkuu wa serikali ya mpito siku tatu baada ya kuanguka kwake na kuwapa kumwadhibu Hazina na kupiga marufuku shughuli za chama chake cha Awami League nchini humo. Baraza la wanachama watatu linaongozwa na, na jaji Gola Mortuza Mozumda lilitangaza uamuzi wa baraza hilo katika mji mkuu Dhaka, huku mvutano mkubwa ukiibuka juu ya hukumu hiyo na hata hivyo, baraza hilo lilirushwa moja kwa moja, watu wengine wakifuatiliwa kutoka nyumbani kwao. Baadhi ya wale waliokuwa katika chumba cha mahakama kilichojaa watu wengi walishangilia wakati Mozumda alipotangaza adhabu hiyo ya kifo kwa Hasina na kuwaonya, akiwaambia waeleze hisia zao nje ya chumba hicho cha mahakama. Familia nyingi za waliouawa na waliojeruhiwa wakati wa ghasia za mwaka jana zilikusanyika nje ya majengo ya mahakama ambapo walikuwa wamesubiri kwa saa nyingi kusikiliza uamuzi. Ilionekana kuwa haiwezekani kwamba hazina angerudi Bangladesh kukabiliana na hukumu yake. India, hata hivyo, haikuwa imejibu maombi ya Bangladesh ya kumrudisha ili kukabiliana na kesi hiyo ya hukumu. Hazina pia hawezi kukata rufaa kwa mujibu wa sheria maalumu chini ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya nchi hiyo. Serikali ya mpito ya nchi hiyo iliimarisha usalama kabla ya uamuzi huo, huku walinzi wa mpaka wa kijeshi na polisi wakiwa wamepelekwa Dhaka na sehemu nyingine nyingi za nchi hiyo. Chama cha Hazina cha Awami Ligi kilitaka kufungwa kwa taifa zima kupinga uamuzi huo leo Jumatatu, Novemba kumi na saba. Hazina akitoa maoni amelaani uamuzi wa mahakama hiyo akiuita upendeleo na wenye motisha ya kisiasa katika taarifa ambapo alilaani pia mahakama hiyo kwa kusema kuwa imedanganywa na kudai kwamba ilianzishwa na kuongozwa na serikali isiyochaguliwa bila mamlaka ya kidemokrasia katika wito wao usiopendezi na adhabu ya kifo wanafichua nia ya kikatili na nia ya mauaji ya watu wenye msimamo mkali ndani ya serikali ya mpito ya kumwondoa waziri mkuu wa mwisho wa aliyechaguliwa wa Bangladesh na kubadilisha chama. Hata hivyo, hazina hawezi kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo isipokuwa ajisalimishe au kukamatwa ndani ya siku thelathini baada ya hukumu hiyo kutolewa. Karibu mashambulizi hamsini ya uchomaji moto, mengi yakilenga magari na milipuko kadhaa ya mabomu yaliripotiwa kote nchini humo katika wiki kadhaa lizopita ambapo pia watu wawili waliwao katika mashambulizi ya uchomaji moto. Vyombo vya habari vya ndani ya Bangladesh viripoti mamlaka. Katika mahakama kuu, katika barua kwa makao makuu ya jeshi siku ya Jumapili Novemba 16, yaliomba kupelekwa kwa wanajeshi kuzunguka majengo ya mahakama kabla ya hukumu hiyo kutolewa. hapo Jumatatu, Yunus alisema serikali yake ya mpito itafanya uchaguzi ujao wa mwezi Februari na kwamba chama cha hazina hakitapata nafasi ya kugombea katika kinyang'anyiro hicho. Wakati hayo yakiwa yanaendelea lakini siasa za Bangladesh chini ya Yunus zimebaki kuwa kwenye njia panda zenye dalili chache za utulivu baada ya kuondolewa madarakani kwa Hazina tangu maandamano makubwa yaliyozuka kati ya mwezi Julai na mwezi Agosti mwaka jana 2024 224. Huyo unayemuona hapo ndiye ambaye anasubiri kunyongwa Sheikh Hazina, na huyo ni msaidizi wake ambaye pia alikuwa ni waziri wa mambo ya nje, na huyu ni alikuwa ni mkuu wa polisi. Kama Tanzania basi tungesema alikuwa ni IGP. Hii ni Msasa Media, endelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii tukijulikana kama Msasa Online. Msasa, kisasa zaidi.